Legere na shangwe. Aa, naomba nichukue nafasi hii kipekee kabisa kumshukuru mno Mungu wa mbinguni, lakini nimshukuru Mungu kwa ajili ya baba mchungaji pamoja na mama. Mungu awabariki sana. Niwashukuru pia viongozi wa vijana pamoja na mchungaji mwingine pia alikuwa anatuongoza hapa tangu asubuhi. Ninyi ni baraka, lakini pia niwashukuru vijana wote ambao mmefika. Jamani, bwana asifiwe sana na usiwe na wasiwasi, tutamaliza vizuri kwa wakati. Aa, niseme tu, naomba pia mpokee salamu nyingi kutoka kwa mke wangu Victoria. Mchungaji alipokuwa anazungumza hapa na mimi nilikuwa nawaza, nilikuwa nawaambia Jumapili, ah, no wiki iliyopita ile. Mke wangu yeye, ninavyozungumza yuko Arusha pia na kwa huduma, ameanza jana mpaka Jumatano. Na nikawa nawaambia pale kanisani, sio navyomruhusu kwamba labda anajisikia vizuri kula sikukuu mwenyewe, lakini ni kwa sababu tulipatana kwamba tukikutana kila mmoja ataendelea kumsapoti mwenzake kwenye huduma na tukazione baraka za Bwana kwenye maisha yetu. Jamani, jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo hata nilipokuwa nakuja hapa asubuhi, ametuma salamu nyingi sana mke wangu Victoria, wengine wengi mnamfahamu sana, kwa sababu ni kiongozi wenu wa vijana wa jimbo. Mungu wa mbinguni awabariki sana, najisikia vizuri kuwaona na ninawafurahia. Jamani Bwana asifiwe sana lakini nimejisikia vizuri pia kuwaona baadhi ya vijana wa Magomeni. Magomeni, Magomeni mimi pale pia ni kama nyumbani. Alikuwepo baba yangu Pastor Kanemba ambaye alikuwa ndio msimamizi wangu wa harusi yule, na sasa yuko uh, askofu Ezekiel Mkamba yeye pia ni rafiki yangu, nimefurahia sana kuwaona, endeleeni kumpenda Bwana pamoja na vijana wengine wote jamani, jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Basi naomba nimshukuru Mungu, halafu moja kwa moja tuende kwa haraka kabisa kwenye ujumbe wa neno wa kipindi hiki. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunalibariki na kulitukuza jina lako kuu. Asante kwa neema ya pekee ambayo umeiachilia kwetu kwa ajili ya karakana hii ya leo. Bwana Yesu umesema nasi kwa pekee mno, tangu asubuhi tumekuwepo hapa. Wakati huu tena Bwana, useme na mioyo yetu, achilia neema kwetu, masikio yetu na macho yetu ya rohoni yakapate kuona na kusikia sawasawa, sawa na mapenzi yako. Katika jina lako takatifu Kristo Yesu, ni naomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Amina, jina la Bwana libarikiwe sana. Uh, ni wapongeze sana pia uh, watu wa media team. Inawezekana mkiwa, mkawa hamtajui sana lakini mnasababisha vitu vingi kuwa vizuri. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Huduma yenu ni njema. Endeleeni kusonga mbele. Jamani Bwana asifiwe sana. Uh, mimi, ujumbe wangu ni uliobeba uliobeba ujumbe hapo. Tunataka kuzungumza kwa habari ya kutembea na Mungu katika maisha ya ujana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Nataka nizungumze kwa habari ya kutembea na Mungu katika maisha ya ujana. Ah, nilipokuwa naandaa somo hili na ujumbe huu nilipopewa nikiwa kwenye maombi, nilikuwa natafakari vitu vingi sana. Mimi kabla ya kuokoka nadhani miongoni mwa watu walikuwa wanaipenda dini yao, na mimi nilikuwa miongoni mwao. Nilikuwa na dini nzuri sana ninayoiheshimu, na nilikuwa nakutana mara nyingi na walokole, wananiambia habari ya kuokoka. Nilikuwa na wazumu tu, halafu nasema hawa, lakini kuna kitu kimoja walikuwa nacho cha tofauti, walikuwa wanapenda sana, wanapozungumza na mimi wanatoa mistari ya neno la Mungu. Sasa mimi kule kwangu nilikuwa na na vitabu vyangu tu, sijui katekisimu na nini. Baadaye nilikuwa ni mtu wa logic, nikawa natamani na mimi nitie neno nizungumze mstari wa Biblia. Nikaamua nikasema ngoja nitafute Biblia nisome sawa sawa. alafu nitakapokuwa nakutana na walokole, ama zao ama zangu, wakitoa wa mstari na mimi natoa mstari, hapo ndipo nilipoanza kujichongea vizuri kwenda kwa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa neema ya Mungu, miaka ishirini na tatu iliyopita nilikutana na Yesu nikiwa Morogoro mjini, lakini wakati huo tayari nilikuwa na matukio kiwango ambacho lile kanisa nilipokuwa nimeokoka, kuna watu walikuwa wanatumwa, wanaambiwa, hebu pelelezeni kama huyo mtu ameokoka kweli, asije akawa anakuja hapo, lakini amkini ana ajenda nyingine za ziada, sio swala la kuja kuokoka. Yaani wakajua nimeenda kanisani lakini nisije nikapiga matukio mengine pale kanisani. Bwana yesu asifiwe. bwana yesu asifiwe sana hebu naomba tusoza halafu tuweze kwenda kwa haraka kidogo fungua biblia yako kwenye kitabu cha warumi sura ya kumi na mbili na ule mstari wa kwanza na wa pili. kitabu cha warumi sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza na wa pili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 ya namna ya kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe, ni lazima ujenge shauku. Kwa sababu gani? Tunaposoma Biblia, wako vijana wengi mno. Mfano, tunapowataja kina Daniel, walifika mahali wameingia ikulu, wakakataa na vyakula vya anasa wakiwa vijana. Kwa nini? Walimaanisha kutembea na Mungu. Kwa hiyo kutembea na Mungu kuna gharama, kuna baadhi ya vitu ni lazima uviache ni lazima tusitembee kawaida na watu wengine wanavyotembea. Jamani, Bwana asifiwe sana. Unajua ni ngumu sana kutaka maisha ya tofauti, lakini wewe unaishi maisha ya kawaida. Kuna mtu sijui kama ananielewa, yaani hauwezi kutamani vitu vya tofauti kwenye maisha yako ukiwa unaishi maisha ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Unasema nataka nipate mchumba mzuri lakini wewe unalala, hauombi umwambii Mungu, huyo mtu atatokeaje? halafu ashukuriwe. Mungu sio dhalimu. Mungu anasema atakupa wa kufanya nini? wa kufanana. Bwana <gulana> asifiwe sana. Yaani Mungu anawapaga watu chupa na mfuniko, na mbaya zaidi kwenye kizazi chetu hiki, wengine wakiwa bado huku, sijui ni wachumba ni nini na nani wengine wanaanzaga kuitana na majina mazuri mazuri kabisa, wanasevu kwenye, kwenye simu zao na nini na kila kitu, halafu baada ya muda wakioana tu anatamani abadilishe pale yale majina, aandike. Akishaona uhalisia anatamani kuandika huyu nikivuruge halafu <laughs> kuna kesi za ajabu mno. Unakuta bado wachoma wengine wanasema, kwa nini unaachana unaachana nao? Mimi nimehudumu nime sana na vijana Mwingine anasema yani, unajua yule kaka fulani, mimi nataka kuachana naye kwa sababu hayuko romantiki. hayuko romantiki, ye, mapema yote hiyo aa, aa. kutembea na Mungu kunataka kujikana na kumaanisha. mimi nakumbuka nikiwa kijana nilipokutana na mke wangu tukiwa wachumba, nilimwambia mimi mahali ninakoishi ndani kwangu, nina moja mbili tatu kwa hiyo kwangu ukitaka kunitembelea kwanza hakuna lazima ya kunitembelea. Ikitokea unataka sana kuja lazima uje na mtu. Huwezi kuja peke yako kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Niliamua kutembea na Mungu. Nilikuwa naishi na nyumba ya mama mmoja Muislamu aliyewahi kwenda Maka. Alikuwa na kiburi sana yule mama kwa sababu amewahi kwenda Maka. Mrangi mmoja hivi. Nilipofika kwenye ile nyumba nimepanga Kinondoni yule mama alikuwa anatoa maneno mazito mno ya kukashifu urokole, na kwa bahati mbaya nilikuwa kwenye hizo nyumba nazokaa peke yangu ndio Mkristo, wengine wote ni vijana wachua, wengine, wa chuo wengine Waislamu, wengine wa Zanzibari amewapangisha humo na anajisikia vizuri kwa sababu ni watu wa dini yake, lakini walichokuwa wanafanya wale vijana, kwa sababu hawamjui wa Mungu, walikuwa wanabadilisha wanawake, walikuwa wanapigana Yaani unaweza ukasikia kelele zisizokuwa za kawaida humo ndani nilipokaa baada ya muda. Siku moja, yule mama akaniita ndani kwake, akaniambia, samahani Kasian hebu nieleze vizuri siri inayofanya wewe uishi maisha ya tofauti na vijana wengine wote hao. Wanawekaga wakati mwingine vitu vya ajabu humo ndani na mapigano ya namna hiyo ambayo kwako sijawahi kusikia yakitokea. Nikamwambia yule mama, mimi Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa hiyo hivyo vitu vingine wanavyofanya wao, mimi siwezi kufanya, kwa sababu kuna mwanaume mmoja nimemkaribisha kwenye maisha yangu na nimeamua kutembea naye. Jamani, Bwana asifiwe! Yule mama akatoa tamko kwa watu wanaokaa nao wa, anasema kuanzia leo huyu Kasian akienda kwenye mkesha, naomba akirudi, iwe saa tisa, iwe saa ngapi, afunguliwe geti aingie ndani ya nyumba, kwa sababu huyu ni mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Muulize jirani yako wewe, pale mtaani kwako, wanakuita wewe ni nani? Jamani, Bwana asifiwe. Alafu wala asikujibu Yesu. Hilo ni swali aliwahi kuwauliza wanafunzi, akawaambia, jamani, hivi watu wananisema mimi ni nani? Alafu baadaye akawaambia na ninyi mnanisema mimi ni nani jamani? Bwana asifiwe sana. Maisha ya kutembea na Mungu yanahitaji kumaanisha, yanahitaji kujikana. Yesu akasema mtu anayetaka kumfuata ni lazima ajitwike msalaba wake, halafu amfuate. Wa siku ngapi? Kila siku. Bwana asifiwe, jamani. Bwana asifiwe sana. Tunapotaka kutembea na Yesu ni lazima tuhesabu gharama, kwa sababu kutembea na Yesu kuna gharama. Kuna wakati jamii yako inaweza isikuelewe, na ndio maana kuna wakati mwingine wengine tulipoamua kuokoka tulitengwa na wazazi wetu, tukatamkiwa maneno mengine ya vitisho, lakini ashukuriwe Bwana, neno lake linasema laana isiyo na sababu haitampata mtu. Maana ukiamua kutembea na Yesu, jamii inaweza isikuelewe, lakini nataka nikuambie, kuna wakati mwingine watu wametamani kueleweka na watu kuliko kueleweka na mbingu. Nataka nikuambie, ukieleweka na mbingu, watu wakikukataa utaendelea kuwa na kibali cha Bwana na utaiona neema kwenye maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Moja ya changamoto kubwa leo ya vijana pia, wakati mwingine kutembea vibaya ni kwa sababu wanaangalia watu watanionaje. Kama ni kazini, vijana wengi unajua, wanapigapiga madili ya, ya, ya, ya kuchukiza pale, wanapokea rushwa ili wafanikiwe halafu unasema sasa, nikikataa ile ni cheni mimi nitaona... aa, aa, yani kama ni cheni ya uovu, hakikisha wewe ukiwepo mahali kokote hiyo cheni ikatikie kwako. Jamani, bwana asifiwe. Yaani, ukiwa mahali kokote kuna cheni ya uovu, ikifika kwako wajiulize. Mi namshukuru Mungu, nimekaa katikati ya watu wazima, wengine walikuwa ni madaktari wenye heshima lakini nilikuwa nikifika mahali kama wanaongea upuzi wote, watabonyezana kwamba, samani, naomba unyamaze, unyamaze, mchungaji huyu amefika, na wala nilikuwa bado sio mchungaji. Bwana asifiwe sana jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha ukiwa mahali kokote uwe na mtazamo chanya na kuhakikisha mazingira yako uliopo utayaathiri kwa sababu ya uwepo wa Bwana. Jamani Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ukitembea na Bwana ni lazima hata kama kuna mahali kulikuwa na vitu visivyoeleweka, kulikuwa na mambo yanaonekana ni ya kawaida, ah, ni lazima mazingira yajue kuna mtu mmoja kijana mwenye Yesu yuko hapa. Hayo ndio yaliyotokea kwa kina Danieli, Mesha, kina Bernego. Waliishi maisha ambayo ilifika mahali wanaambiwa waabudu sanamu, wakaweka msimamo, wakatangaziwa kuwekwa kwenye tanuli la moto, lakini wakasema, Bwana mkubwa, hata kama huyu Mungu wetu asipotuponya hatutapiga magoti kwa sanamu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Wakajua kabisa kwamba tumeamua kutembea na Mungu, hatuko tayari kurudi nyuma, hatuko tayari kuacha vile ambavyo tumemwona Mungu akitusaidia. Na kwa sababu ya huo msimamo wa kutembea na Mungu, walipotupwa kwenye tanuli la moto moto ukapiga sharuti. Kwa nini? Maanake Mungu amejitambulisha kama moto ulao. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kutembea na Mungu wapendwa, kuna gharama na kunahitaji kufanya maamuzi. Uhesabu gharama na uamue kutembea na Mungu kwa namna ya tofauti. Jina la Bwana libarikiwe sana. Naomba tuende kwa haraka sana nikutajie mambo machache ya kuzingatia. Bwana Yesu asifiwe. Mambo machache ya kuzingatia ili tuweze kutembea na Mungu na tumuone Mungu kwa namna ya tofauti. Jambo la kwanza la kuzingatia, hakikisha Mungu anakuwa anachukua nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha Mungu anachukua nafasi gani? Nafasi ya kwanza. Yani lazima ukubali kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako. Lazima ukubali kumpa Mungu nafasi ya kwanza, unampa Mungu nafasi ya kwanza kwenye maisha yako, kwenye maeneo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Unampa Mungu nafasi ya kwanza kwenye uchumi wako. Kama ni kijana, nataka nikuambie zile kanuni za kibibilia za kijana mcha Mungu, umepata fedha, unajua unapaswa kutoa fungu la kumi, huko ni kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Unajipanga, unajua kwenye ndani ya wiki langu hili ni lazima niwe na siku za maombi, huko ni kumpa Mungu nafasi ya kwanza kwenye kila jambo unalotaka kulifanya. Unataka kufungua biashara, ni lazima uanze na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Ukianza na Mungu hata ukifika mahali ambako mambo yanakwenda ndivyo sivyo, utarudi kwa Mungu ambaye ulianza naye. Unajua, mara nyingi ninawaambia watu, Mungu hapasu kwetu awe kama spare tire. Yaani kwamba umetembea alafu tairi inapancha ndio unaanza kutafuta spare tire. Haukuanza na Mungu alafu shida inapotokea ndio unarudi. Baba, baba anashangaa mbona hatukuanza wote? safari ulianza mwenyewe sasa baada ya kuona kuna mambo hayaeleweki, ndio wewe unarudi kwangu. A, ungeniuliza toka mwanzo ningekupa maelekezo ya pasayo. Mwambie jirani yako, mpe Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe sana, na Mungu akubariki sana. Hata haya maamuzi ya kuwepo hapa leo toka asubuhi, hilo ni swala la kumheshimu Mungu na kumpa Mungu nafasi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya sita mstari wa 33, Mathayo 6:33, anasema basi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Jamani, bwana asifiwe. Anasema basi utafuteni kwanza nini? Ufalme wake na haki yake na hayo mengine yote mtafanya nini? Sasa tuna kizazi ambacho kuna wakati watu tunatamani sana baraka za Mungu, lakini hatumhitaji Mungu mwenyewe, hatuhitaji mtoaji wa baraka, lakini tunazitaka baraka za Mungu. Sasa kanuni ya Mungu anatamani kwanza tujiachilie kwake. Jamani, Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize vizuri kwa makini. Mtu mmoja mtu mmoja anasema alikuwa na nyumba yake kubwa na akawa ameamua ile nyumba yake kuiuza. Alipokutana na muuzaji mnunuzi anayetaka kununua ile nyumba wakapatana kila kitu, bei. Kwenye kuandikishiana mkataba, mwenye nyumba akamwambia makubaliano yetu tutaandikishana kila kitu, kwenye nyumba hii ni ya kwako, lakini kwenye master ya chumba hiki cha master kuna msumari ambao, huu msumari sijakuuzia, utabaki kama ulivyo, ni mali yangu. Yule mnunuzi akawaza, aka akasema ah, yani mimi nyumba yote na miliki kasoro msumari, kwani msumari una shida gani? Wakakubaliana wakaandikiana, yule mtu akanunua nyumba nzima, lakini msumari kwenye chumba sina amani na nyumba yangu. Nisikilize nikuambie, Yesu anataka kwenye chumba chako cha ndani cha moyo wako kila aina ya msumari uwe ni mali ya Yesu. Usimwachie shetani misumari kwenye chumba cha moyo wako itakayosababisha kuleta harufu mbaya za maisha, kuendelea kupandikiza vitu vyovyote. Kwenye karakana hii tunatamani kung'oa kila misumari, ili kwenye vyumba vya mioyo yetu Yesu awe mtawala. Yesu awe ndiye ambaye anamiliki mioyo yetu anamiliki maisha yetu, ili tukazione baraka za Bwana. Tunapoamua kutembea naye, hakikisha kwenye moyo wako Yesu ana nafasi kwenye moyo mzima. Usiache vitu ambavyo bado shetani anakuja anataka kutundika tundika vitu vyake viovu, anataka kuachilia vitu vibaya vibaya vya kukurudisha nyuma, usizione baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili la kuzingatia unapotaka kutembea na Bwana. Namba mbili, lazima uishi maisha ambayo ni kielelezo. Ishi maisha yatakayokuwa mfano. Bwana asifiwe. Tamani kuishi maisha ya mfano, yasiyo na kelele. Ukisoma kwenye kitabu cha Wathalonike wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa saba maandiko yanasema, Wathalonike wa kwanza moja saba anasema hata mkawa kielelezo kwa watu wote waaminio katika Makedonia na katika Akaya. Hawa watu walikuwa kielelezo, anawaambia hata mkawa kielelezo mlikuwa mfano kwa watu waaminio kwa kanisa la Makedonia na Akaya. Watu waliishi maisha ya mfano. Mungu atupe neema ya kuishi maisha ya mfano kama vijana. Lakini kwenye Timotheo wa kwanza sura ya nne mstari wa kumi na mbili Timotheo wa kwanza nne kumi na mbili mtu mmoja anaweza kunisomea hapo kwa nguvu.